Block 1082 inasemekana kwamba kuna mtu alipatikana na titon, amekuja hapo anataka kufukuza watu mmkfod. Hivyo mimi kwa sababu huyu mtu alikuwa wapi miaka hiyo yote, hivi ameonekana juzi? Sasa nitakuja tufanye mkutano hapo, tukubaliane yeye na sisi tutaishi namna gani? maana kuuka sinokaundauka Tutaondoka sasa, tuende wapi? Ninyi mnataka kumuende, muende wapi? Ama mna mahali kwa kuenda niache? Tayari mimi pale miungoni nilisema na narudia tena, na vyombo vya usalama, naomba tuelewane. Hatutaki ifike mahali ya kwamba mtu anakuja hapo kwa sababu amecompromise some systems, alafu anasumbua wananchi hapa. Hatutaki hiyo, na mimi nashukuru sana hapa tunaelewana hapa Lungalunga na watu wa pale ile shamba ya Kisol pale Kanana tulisema wale wananchi pale wapewe pesa yao, wagawanywe ile ardhi, ndio watoke pale. maana kama ndio kwa mtu mbavu, poleni. saingine wanaongea hivyo mpaka ni changanyikiwa kidogo, kwa sababu hii dhulma ambayo inaendelea hapa kwetu ya mambo ya mashamba inasikitisha. Juzi palikuja muhindi hapa hapa menza mwenye hapa namuuliza, o shambo litoho? oh, nataka kufanya maendeleo, nina projekti mimi sijui nini sa, yani project uliipata kwa sababu ulipata ka title fake, alafu unasumbua wananchi. Kwa hivyo mimi naomba sana, kwa sababu hao tegemeo lao ni vyombo vya dola. Hii Kenya ilipata uhuru, na wengine wanaleta title fake, wengine wanaleta vitisho ati ho wamepata sijui court order zingine, court order kufuatilia, wakifatili, hakuna kitu. Kila nataka kusema ni kwamba sisi watu wa Lungalunga tunataka uhuru kweli kweli <klos> na ndio niseme huu mlima, mimi najua mnanihepa sana ninyi mnaohusika, mnanihepa sana lakini wakati wangu utafika, mtanihitaji mahali ambapo kuna chimbwa madini hii dunia si, wacha niseme Afrika, ambapo mwananchi wa kawaida anapata haki, nisikizeni vizuri, hakuna. Hii Afrika imebaki tu mahali pamoja kunetwa, Burkina Faso, ndio wanapata haki. Kwa hivyo hapa tusiwe ya kwamba tunakuja kupatiwa peremende, na mahali iko ni, iko nini. Na mimi nataka niwaambie ile mali iko hapa Amerika macho imetoka namna hii, China macho imetoka namna hii. Sasa nataka niwapatie wosia. Kwanza, kama wananchi huwe ni kitu kimoja, narudia, maana mtagawanywa mwe makundi saba, mkiwezekana mgawanywa makundi kumi, mgonganisho vichwa. Mkianza kupigana, wao wanaingia fresh kabisa, baridi laini, wanachukua mali wanaenda zao, sisi Kwabakishwa hivi mwanaulo, suruali imetoboka matako. Najua mwanaulo weo. Sasa mimi nawaomba kwanza mukae pamoja.